Ebana, bloga mbalimbali mbali kutoka nchini Nigeria zimekuwa zikitoa taarifa kuhusiana na Staa Bongo Flava hapa Tanzania, hapa namzungumzia, apo anazungumzia na Diamond Platnumz, na mwanadada na ambaye anafahamika kwa jina la Roseline Afije almaarufu kama Liquorose, huenda wakawa na mahusiano ya kimapenzi. hii ni mara tu baada ya kuonekana kabisa wapo na ukaribu mkubwa sana kwenye harusi ya Priscilla pamoja na Juma Jux Ebana, iliyofanyika nchini humo. Roseline Afije aka Liquorose ni socialite maarufu nchini Nigeria, pia ni Big Brother Nigeria Season 6, Liquorose amekuwa akihusishwa na kimapenzi pamoja na baadhi ya ma mastaa kutoka hapo Nigeria kama vile Star kama vile Adeoluwa, lakini pia eh, baadhi ya watu wengi sana wakiendelea kusema kwamba Diamond Platnumz ndio kama mwamba ambaye amekuja kuchukua nafasi ya huyo mchizi. So ni kwamba usisahau kwamba Diamond Platnumz na pia amemfollow bana eh, mdada huyo ambaye anafahamika kwa jina la Roseline Afije huko kwenye mtandao Instagram. Yaani kwamba kuna mmoja ambaye ya alianza kumfollow mwenzake then baadaye kuna mwingine back. Follow back e, bana, najua hii itakuchanganya kidogo, lakini kibongo bongo wana habari wengi sana wamekuwa wakihisi kwamba huende Diamond Platinumz akiwa na mahusiano pamoja na Diana, lakini kwa huko wenzetu wa Nigeria wao, eh, bloggers nyingi sana zinazungumza kuhusiana na mahusiano ambayo pengine yanaweza akawa ni ya chini chini baina ya Diamond Platinumz pamoja na Roseline Afije.